Umewahi kutazama ulimwengu na kujiuliza kwa nini? Kwa nini kuna maumivu mengi, mateso na dhuluma, ikiwa mungu yupo? Ikiwa yeye ni mwema, kwa nini watu wasio na hatia wanateseka? Maswali haya yameulizwa kwa karne nyingi. Biblia haikimbii maswali haya magumu. Inatambua ukweli wa mateso na inatualika kwenye safari ya imani, safari ya kugundua ukweli kuhusu uwepo wa Mungu katikati ya majaribu yetu. Kabla hatujaanza safari hii, ni muhimu kutambua hali halisi ya mateso. Ni rahisi kuzungumzia maumivu kwa ujumla, kuyatafakari kimtazamo. Lakini ukweli wa mateso si wa kufikirika tu. Ni wa kibinafsi sana. Ni hisia kali ya uchungu tunapopoteza mpendwa wetu. Ni hofu na wasiwasi unaotukumba tunapokabiliwa na moh au shida. Ni mzigo wa dhuluma unaotuvunja moyo na kutuacha tukihisi tumepotea na upweke. Kwa wale wanaumia, kwa wale wanaopambana na swali la kwa nini, fahamuni hili: maumivu yenu ni halisi, maswali yenu ni muhimu, na hamko peke yenu katika mapambano yenu. Biblia imejaa hadithi za wanaume na wanawake waliokabiliwa na mateso makubwa. Watu kama Ayubu aliyepoteza kila kitu, familia yake, mali yake, afya yake, lakini akabaki mwaminifu kwa Mungu. Kama Yusufu ambaye alisalitiwa na ndugu zake akauzwa utumwani na kushtakiwa kwa uongo, lakini akainuka juu ya hali yake na kuwa kiongozi huko Misri, na hatimaye kama Yesu ambaye alivumilia maumivu makali ya msalaba, akibeba mzigo wa dhambi ya ulimwengu juu yake. Hadithi hizi zinatukumbusha kwamba mateso ni uzoefu wa ulimwengu wote, unaogusa kila maisha kwa njia fulani. Safari ya kuelewa nafasi ya Mungu katika mateso si rahisi kila wakati. Ni njia itakayotupima katika mawazo yetu, imani yetu na kutuelekeza katika nyakati za mashaka na kujiuliza. Lakini ni safari inayostahili kufanyiwa, kwa sababu njiani tunagundua kina cha imani na ukaribu na Mungu ambao hatukuwahi kufikiria. Tunaanza kuona kwamba mateso, ingawa hayatakiwi kamwe, yanaweza kuwa kichocheo cha ukuaji yanaweza kusafisha tabia zetu, kuongeza huruma yetu na kutukaribisha kwa Mungu. Tunapochunguza hadithi za Ayubu, Yusufu na Yesu, tutagundua kweli za milele ambazo zimewategemeza watu wa imani kwa karne nyingi. Kwa hivyo, tusafirishe pamoja ndani ya swali hili kubwa. Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Safari yetu inaanzia katika Agano la Kale, katika kitabu cha Ayubu. Hadithi hii ya kale iliyojaa hisia kali na hekima kubwa inatupa mwanga wa siri ya mateso. Ayubu, mtu alielezewa kama mtu mnyofu na asiye na lawama, anajikuta katikati ya tamthilia ya ulimwengu, akipoteza mali yake, familia yake na hata afya yake. Ulimwengu wa Ayubu unaanguka. Maumivu anayoyapata hayawezi kufikirika, hasara haivumiliki. Hata hivyo, hata katika kina cha kukata tamaa kwake, Ayubu anakataa kumlaani Mungu. Hata akinipiga, Ayubu anatangaza, nitamtumainia. Marafiki wa Ayubu wakifika kwa nia njema lakini ushauri usiofaa, wanajaribu kuelewa mateso yake. Wanatoa maelezo rahisi, wakidokeza kwamba Ayubu lazima awe ametenda dhambi ili astahili adhabu kama hiyo. Sehemu ya pili: dau mbinguni. Kitabu cha Ayubu kinaanza na tukio mbinguni linalotupatia mwangaza wa nguvu za kiroho zinazofanya kazi. Tunamwona Shetani mshitaki akikosoa uamuzi wa Mungu kuhusu tabia ya Ayubu. Shetani anapendekeza kwamba uadilifu wa Ayubu ni matokeo ya maisha yake mazuri. Je, Ayubu anamcha Mungu bure? Shetani anacheka, nyosha mkono wako uviguse vyote alivyo navyo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Hivyo dau la kimungu linafanyika. Mungu akiwa na imani katika imani isiyo yumba ya Ayubu anamruhusu Shetani kumjaribu, kumsukuma hadi ukingoni mwa kukata tamaa. Ni muhimu kukumbuka kwamba Mungu si chanzo cha mateso ya Ayubu. Anayaruhusu kama jaribio, tanuru ambalo imani ya Ayubu inasafishwa na kutakaswa. Sehemu ya tatu. Masomo kutoka kwenye majivu. Hadithi ya Ayubu siyo hadithi ya kubuni. Haitoi suluhisho la haraka au rahisi kwa tatizo la mateso, lakini inatupa kitu chenye maana zaidi: tumaini, tumaini linalozidi hali zetu, tumaini lililotia mizizi katika uaminifu usioyumba wa Mungu. Mwishowe, baada ya kuvumilia hasara na maumivu yasiyofikirika, mali ya Ayubu inarejeshwa, lakini mtu anayetoka kwenye majivu siyo yule aliyeingia motoni Amesafishwa, imani yake imeimarishwa, uelewa wake wa njia za Mungu umepanuka. Hadithi ya Ayubu inatufundisha kwamba mateso, ingawa hayatakiwi kamwe, yanaweza kuwa kichocheo cha ukuaji. Inaweza kusafisha tabia yetu, kuimarisha huruma yetu na kutukaribisha kwa Mungu. Sehemu ya kwanza, Yusufu. Hadithi ya Yusufu, inayopatikana katika kitabu cha Mwanzo, inatoa mfano mwingine mzuri wa uwepo wa Mungu katikati ya mateso. Yusufu, kijana aliyependwa na baba yake na kubarikiwa na ndoto za kinabii, alipitia majaribu kadhaa yaliyoonekana kuwa magumu kuvumilia. Alisalitiwa na ndugu zake, akauzwa utumwani Misri, na akashtakiwa kwa uongo na kufungwa gerezani. Maisha ya Yusufu yalionekana kuwa yanaelekea pabaya. Hata hivyo, hata katika kina cha kukata tamaa kwake, tunaona mwanga wa uaminifu wa Mungu. Alipokuwa gerezani uwezo wa Yusufu wa kutafsiri ndoto ulimletea kibali kwa farao. Mpango wa Mungu unaofunuliwa kumtumaini asiyeonekana. Hadithi ya Yusufu inatutia moyo tufikirie kwamba mateso yetu, hata kama yanaonekana hayana maana wakati huo, yanaweza kuwa sehemu ya mpango mkubwa zaidi uliopangwa na Mungu. Kama vile Yusufu hakuweza kuona kitambaa kizuri ambacho Mungu alikuwa akikisuka katika maisha yake, sisi pia mara nyingi tunashindwa kuelewa kusudi la maumivu yetu. Lakini tukitazama nyuma maisha ya Yusufu, tunaweza kuona jinsi Mungu alitumia mateso yake sio tukunda tabia yake, bali hatimaye kuokoa familia yake na wengine wengi kutokana na njaa. Pazia la ukombozi, nafasi ya mateso katika hadithi ya Mungu. Hadithi za Ayubu na Yusufu zinatupa ufahamu wa kina kuhusu mateso na nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Zinaturudisha nyuma kwamba hatuko peke yetu kwenye maumivu yetu. Mungu yu pamoja nasi hata katika nyakati ngumu zaidi, akifanya mambo yote pamoja kwa ajili ya wale wanaompenda. Sadaka kuu Yesu mtumishi mteswa. Hadithi ya Yesu ni ushuhuda mkuu wa upendo wa Mungu na nguvu ya ukombozi ya mateso. Katika huduma yake hapa duniani, Yesu alionyesha huruma kubwa kwa wanaoteseka, akiwaponya wagonjwa, akiwafariji waombolezaji, na akiwapa tumaini waliopotea na waliovunjika moyo. Hata hivyo, Yesu mwenyewe alijua mateso. Kusulubiwa kwa Yesu ni ukumbusho mkali kwamba mateso ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hata Yesu, mwana wa Mungu asiye na dhambi, hakuepushwa na maumivu na kifo. Lakini msalaba siyo mwisho wa hadithi. Ni katika mateso na kifo cha Kristo ndipo tunapopata ahadi ya tumaini, ukombozi na uzima wa milele. Ufufuo wa Yesu ni msingi mkuu wa imani ya Kikristo. Ni ushindi wa mwisho dhidi ya dhambi na mauti, uhakika kwamba mateso siyo mwisho wa yote. Kwa sababu ya sadaka ya Yesu, tuna ahadi ya uzima wa milele, uzima usio na maumivu, huzuni na mateso. Lakini tumaini tunalopata katika Kristo sio la wakati ujao tu. Hadithi za Ayubu, Yusufu na Yesu zinatoa mifano ya kudumu ya imani wakati wa shida. Lakini simulizi hizi za Biblia sio matukio ya pekee. Katika historia yote, na hata leo, watu wengi wanapata uhalisia wa uwepo wa Mungu katikati ya mateso. Fikiria hadithi ya Sara, mama mchanga ambaye ulimwengu wake ulivunjika vipande vipande wakati mtoto wake wa miaka mitano, Ethan, alipatikana na aina ya nadra na kali ya saratani. Ethan alipokuwa akivumilia matibabu mengi ya kidini na taratibu zenye uchungu, Sara alijikuta akipambana na maswali yale yale ambayo yamekuwa yakiandama binadamu kwa karne nyingi. Kwa nini Mungu mwenye upendo angeruhusu mtoto asiye na hatia kuteseka hivyo? Mungu alikuwa wapi katikati ya maumivu ya familia yake? Imani ya Sara ilijaribiwa kama hapo awali. Kulikuwa na nyakati za shaka, hasira na kukata tamaa. Hata hivyo, hata katika saa zenye giza zaidi, alishikilia tumaini kwamba Mungu alikuwa pamoja nao, kwamba hakuwa amewaacha katika wakati wao wa shida. Katika kipindi chote cha ugonjwa wa Ethan, Sara na familia yake walipata upendo na msaada kutoka kwa jumuiya yao ya kanisa. Marafiki na wapendwa waliwaunga mkono wakiwaletea chakula, kuwatunza watoto na kuwapa faraja. Katikati ya huzuni yao, Sara na mumewe walipata kitulizo katika imani yao. Walipata nguvu kutoka katika maandiko matakatifu hasa kutoka katika mistari iliyosema juu ya uwepo wa Mungu katika mateso. Maneno ya Zaburi ishirini na tatu, mistari wa nne yakawa kama kamba ya wokovu kwa Sarah na Am. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana we upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Hadithi ya Sara, ingawa inasikitisha sana, ni ushuhuda wenye nguvu wa kudumu kwa imani. Inatukumbusha kwamba hata tunapokabiliwa na hasara kubwa, hata wakati hatuelewi ni kwa nini mambo yanatokea jinsi yanavyotokea, tunaweza kupata faraja na tumaini katika kujua kwamba Mungu yu pamoja nasi. Analia pamoja nasi katika huzuni yetu, anatuinua wakati sisi ni wadhaifu na anaahidi kufanya mambo yote pamoja kwa manufaa kwa wale wanaompenda. Huenda hatuelewi kila wakati sababu za mateso yetu, lakini tunaweza kumwamini yeye anayeshikilia ulimwengu mikononi mwake. Swali la mateso, kama tulivyochunguza, ni swali gumu na lenye kina kirefu. Hakuna majibu rahisi, hakuna maelezo mepesi yanayoweza kuelezea kikamilifu maumivu na uchungu ambao wengi hupitia katika ulimwengu huu uliovunjika. Hata hivyo, hata mbele ya mateso yasiyofikirika, Biblia inanongoneza ujumbe wa tumaini. Haitoi njia ya kuepuka mateso, lakini njia ya kuyapitia. Tumesafiri kupitia hadithi za Ayubu, mtu aliyevuliwa kila kitu, akajaribiwa hadi msingi wake, lakini akishikilia uzi usioyumba wa imani. Tumeshuhudia Yusufu, maisha yake yakiwa kama kitambaa kilichosukwa kwa usaliti na shida. Hatimaye akajikuta akiwa chombo cha utoaji wa Mungu. Na tumesimama chini ya msalaba ambapo upendo ulimwagwa kama sadaka, ambapo tumaini lilishinda mauti yenyewe. Hadithi hizi ingawa ni za zamani, zinaendana na kweli zisizobadilika. Zinatukumbusha kwamba mateso siyo jambo la ajabu, bali ni uzoefu wa pamoja wa kibinadamu. Zaidi ya hayo, zinafunua Mungu ambaye hayuko mbali au asiyejali maumivu yetu, bali yule anayeingia ndani yake anayetutembelea katika mabonde yenye giza zaidi. Hii haimaanishi kwamba tutaelewa kila wakati sababu ya mateso yetu. Njia za Mungu, kama Isaya anavyotukumbusha, ni za juu kuliko njia zetu, lakini tunaweza kuchagua kuamini hata wakati hatuelewi kikamilifu. Tunaweza kuchagua kuamini kwamba hata tikati ya maumivu yetu, Mungu anasuka hadithi ya ukombozi, hadithi ambayo hatimaye itatuongoza kwenye utukufu. Safari yetu kupitia mateso sio tunayoifanya peke yetu. Tuna ahadi ya uwepo wa Mungu, faraja ya neno lake na msaada wa jumuiya ya imani ili kututegemeza. Kwa maneno ya wimbo, wakati giza linaficha uso wake mzuri, napumzika katika neema yake isiyobadilika. Katika maandiko matakatifu tunakutana na mfano wa Mungu kama mfinyanzi akitufinyanga kwa upole lakini kwa makusudi, akituumba tuwe vyombo vya utukufu wake. Mateso, ingawa hayatamaniki kamwe, yanaweza kuwa chombo mikononi mwa mfinyanzi, yakisafisha tabia zetu, yakizidisha imani yetu na kutukaribisha karibu na moyo wake. Kama vile mchongaji anavyochonga jiwe ili kufichua kazi bora iliyofichwa ndani, ndivyo Mungu anavyotumia majaribu ya maisha kuchonga kingo zetu mbaya, kututengeneza kwa mfano wa mwanawe. Hii haimaanishi kwamba tunapaswa kutafuta mateso au kuyakumbatia kama kitu cha kutamaniwa. Inamaanisha tu kwamba tunaweza kumwamini Mungu kwamba anaweza na atatumia mateso kwa faida yetu na utukufu wake, hata wakati hatuwezi kuona picha kubwa. Mtume Paulo, akitafakari uzoefu wake mwenyewe na mateso, aliandika, nasi pia tunajisifu katika mateso yetu, kwa maana tunajua kwamba mateso huleta uvumilivu, uvumilivu tabia na tabia tumaini. Sura ya tano wa tatu hadi wa nane. Maumivu yetu hayampotei Mungu, anayaona anayahisi na anayatumia kututengeneza, kututia nguvu na kutufanya tufanane naye zaidi. Tunapohitimisha uchunguzi huu wa mateso na imani, ninawaalika mfikirie tumaini linalopatikana katika Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyepita katika njia ya mateso kabla yetu, ambaye amevumilia msalaba na kushinda kaburi. Yeye ndiye anayetoa faraja katika maumivu yetu, nguvu katika udhaifu wetu, na tumaini la kesho. Ikiwa unapambana na swali la mateso leo, ikiwa unaumia, umepotea au unajihisi mpweke, ninakusihi umfikie Mungu. Yuko karibu kuliko unavyofikiria na anatamani kukutana nawe katika maumivu yako. Na kwa wale ambao wamepata uaminifu wa Mungu katikati ya mateso, na wahimiza mshirikishe hadithi zenu. Ushuhuda wako unaweza kuwa chanzo cha nguvu na kutia moyo kwa wengine wanaopitia njia kama hiyo. Acha maoni hapa chini na ushiriki mawazo yako juu ya mada hii ngumu lakini muhimu. Je, umewahi kumuuliza Mungu kwa nini? Je, imani yako imejaribiwaje na kusafishwa kupitia mateso? Ni mistari au hadithi gani kutoka katika Biblia imekuletea faraja na tumaini katika nyakati zako za giza? Kumbuka, huko peke yako. Mungu yu pamoja nawe na hatakuacha wala kukuacha kamwe.